Katika kipindi cha miaka minne uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Halmashauri ya Wilaya ya Bariadi imeweza kupokea zaidi ya pesa za Kitanzania shilingi bilioni nane kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya elimu ya sekondari. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa shule ya sekondari Ihusi ambao ulianza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2023-2024 kwa gharama za pesa za Kitanzania zaidi ya shilingi milioni 500. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, shule hiyo imepokea shilingi milioni 52 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba moja ya walimu. Fedha hizo zinatokana na mfuko wa mradi wa kuboresha elimu ya sekondari yani SEQUIP, huku lengo likiwa ni kuimarisha sekta ya elimu kwa kuongeza fursa kwa wanafunzi wengi zaidi kupata elimu ya sekondari. Swali la kujiuliza ni kwa nini basi mradi huu uliweza kutekelezwa katika kata ya Ihusi? Kwa muda mrefu, kata hiyo haikuwa na shule ya sekondari, jambo lilolazimu wanafunzi kutembea umbali mrefu kutafuta elimu. Hali hiyo ilikuwa inahatarisha usalama wao, hususan kwa wasichana. Ujenzi wa shule hii umesaidia kupunguza changamoto hizo kwa kuongeza nafasi za udahili, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kusaidia kupunguza utoro na mimba za utotoni. Niliweza kuongea na wananchi pamoja na wanafunzi wa kata hiyo, nao wakasema. James Kisindi ni mkazi wa kata ya Ihusi na kaa kijiji cha Mwasirindi, kitongoji cha Mwagadoto. imetuletea sekondari ya kiwango sekondari imegharimu zaidi ya milioni mia tano na themanini. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa nguvu za wananchi zilianza kutumika kwa ajili ya wanafunzi waliokuwa na nani wanasoma shule za msingi hasa kwenye kata hii. Baada ya wananchi kuanza kuchangia ilionekana ni mzigo sana, baadhi ya familia walizikimbia familia zao, baadhi ya familia walishindwa hata kumudu namna ya kulipa. Kama unavyofahamu maeneo mengi wananufaika hata huu mfuko wa tasafu. Kwa hiyo kumwambia mtu kulipia shilingi elfu kwa ajili ya mchango wa ujenzi wa sekondari na huku huku ndio mnufaika wa tasafu ilikuwa ni kazi ngumu. Sasa uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirika wa mbunge wetu Injinia Kundo pamoja na serikali, Mheshimiwa diwani pamoja na kijiji kwa ujumla walishirikiana kutoa changamoto. Mwisho wa siku tumepata sekondari ya kiwango, ambapo kama hawa walivyotamka imegharimu zaidi ya milioni 580. Kwao lazima serikali tuishukuru sana, yatupata tuishukuru sana Bani wengine walifanya kuwa na migomo kwa sababu shule zilikuwa mbali, zilikuwa nkingebie. Lakini kwa sahizi bwana, tunaendelea vizuri tu. Na lingine, watoto wa kike walikuwa wanaozesha sana, kwa sababu walikuwa hawapendi shule, shule ilikuwa ni, ni umbali mkubwa sana.